Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa baraka zake na utukufu wake, lakini namtakia rehma nyingi sana kipenzi cha umma, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama. Ewe ndugu yangu, nikwambia ya kuwa una kijana wako, una mtoto wako, una ndugu yako ambaye anatarajia kuingia katika mtihani wa kidato cha nne, biidhnillah subhanahu wataala. Lakini pia kama kuna mtoto wako ufahamu wake pia ni mdogo katika kufahamu masomo, basi leo nataka nikuelekeze aya ambazo zipo ndani ya Al-Qur'an al-Karim, ambazo mtoto huyo akizisoma au akisomewa, Mwenyezi Mungu Tabarak wa Taala atamfungua katika kupata ufahamu, lakini pia mtoto wako, kipindi ambapo anaingia katika mtihani, maana ile ya subhi basi mtoto huyu kama anaweza kuzisoma itapendeza sana, lakini kama hatokuwa anaweza kusoma hiyo Qur'ani, basi ikiwa we mzazi unaweza au kuna mtu anaweza, basi achukue maji yale maji ayasomee, alafu ampe mtoto huyo anywe, na kama mwingine ataweza kujipaka itakuwa bora zaidi. Nikwambie aya ya kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza katika suratul A'la, Allah Tabaraka wa Ta'ala anaeleza katika aya nambali sita. Mwenyezi Mungu anasema sanukuriuka fala tansa, sanukuriuka fala tansa, tutakusomea maana yake, ewe Muhammad tutakusomea, tutakuelekeza, tutakufahamisha, tutakunyambulia vyovyote utakavyoweza, kwa sababu aliambiwa ikra, soma, aya ya kwanza. Mtume aliyeambiwa soma, sasa ameshasoma. Mtoto wako amesha soma, sasa anakuja katika mtihani Mungu Subhanahu wataala anamwambia sanukuriuka, kwa maana tutakusomea. Fala tansa, na wala hautosahau, yaani kile ambacho ulichokihifadhi na ukakisoma vizuri, huwezi kukisahau. Haya ni maelezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala akiwa anamfahamisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na mimi nikasema nikukumbushe ewe ndugu yangu ambaye una mtoto au una ndugu yako anataraji kuingia katika mtihani wa kidato cha nne au kuna mtoto wako ufahamu wake ni mdogo katika kufahamu masomo basi pendelea sana kuisoma aya hii vyovyote utakavyoweza ukiweza kusoma mara mia moja vyovyote kadiri Mwenyezi Mungu watakavyokujalia lakini chukua na aya nyingine ambayo ya kuongezea hii ni katika suratul Isra aya ya mwisho kabisa aya nambari mia moja kumi na moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wataala anasema wa qulil hamdulillahi alladhi

Wa lam yakun lahu sharikun fil mulki na wala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana mshirika katika umiliki wake katika ufalme wake, lakini. Wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli, na wala hana msaidizi katika viumbe ambaye labda anamsaidia kata abadan, Allah Tabaraka wa Ta'ala, lakini wa kabbirhu takbira, maana yake mkabbiri sana Mwenyezi Mungu, mtaje sana Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala, enyi ndugu zangu, mtoto wako akiingia kwenye mtihani kama unaweza kusoma we mwenyewe na ukayasomea maji ukampa, itakuwa bora zaidi. Lakini kama mtoto mwenyewe anaweza kuisoma Qur'ani, kabla hajaanza kufanya ule mtihani wake pale pale, akasoma aya hizi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamkumbusha ile masomo yake yote na atamjalia kila la heri katika heri. Lakini pia kama mtoto wako ana utata utata katika kufahamu masomo yake, basi endelea sana kumsomea sura hizi au aya hizi. Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala atamsaidia na atamjalia kila la kheri. Mimi namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka zake na utukufu wake atujalie watoto wetu wawe ni wenye ufahamu, lakini pia awajalie watoto wetu wote wa wenye kufanya mtihani waweze kufaulu, lakini pia awajalie elimu yenye manfaa na awakumbushe yale masomo ambao waliyosoma ili waweze kujaza vizuri katika mitihani yao. Enyi ndugu zanguni, ni mimi mtumishi wenu Ahmed Kandauma, na huu ni weledi bila shaka.